Katika siku hii muhimu ya maadhimisho ya siku ya mtoto wa Afrika ambayo hufanyika kila mwaka ifikapo tarehe kumi na sita Juni. Vile vile napenda ni washukuru watu wote mliohudhuria katika tukio hili. Hii inaashiria jinsi mlivyotambua na, na kuthamini umuhimu wa kuwaenzi watoto wetu wapendwa, kwani wote tunafahamu watoto ni taifa la kesho. Ndugu wananchi, tunakumbushwa kuwa chimbuko la maadhimisho haya ni mauaji ya watoto takribani elfu mbili yaliyofanywa na utawala wa makaburu katika kitongoji cha Soweto nchini Afrika ya kusini tarehe 16 mwezi wa 6 mwaka 1976, na mauaji hayo yalifanyika wakati wa maandamano waliokuwa wanapinga mfumo wa elimu ya kibaguzi iliyokuwa inatolewa na Afrika ya Kusini. Hivyo mwaka elfu moja mia tisa tisini na moja viongozi wa nchi za Afrika walifanya uamuzi wa kuenzi siku hiyo. Hali kadhalika Tanzania nayo na huwa inaadhimisha maadhimisho haya kila mwaka katika ngazi ya taifa, mikoa na wilaya hivyo sote hatuna budi kuungana katika kufanya maadhimisho haya. Ndugu wananchi, tunapofanya maadhimisho haya tunalenga kuwakumbusha wazazi, walezi na jamii kwa ujumla juu ya haki, wajibu na usalama wa watoto kama ilivyoainishwa katika taarifa iliyosomwa na wataalamu pamoja na risala kwa pamoja hatuna budi kutafakari nafasi yetu katika kulinda na kutetea haki za watoto. Tuna paswa kutafakari tulipotoka, tulipo na tuendako. Ndugu wananchi, kauli mbiu ya mwaka huu inasema haki za mtoto, tulipotoka, tulipo na tuendako. Kauni hii inatutaka kutafakari upatikanaji wa haki za watoto tangu zilipoainishwa na sera ya maendeleo ya mtoto ya mwaka elfu mbili na nane. Tunapaswa kutafakari jinsi haki za mtoto zinavyotekelezwa zikiwemo: haki ya kuishi, kuendelezwa, kushirikishwa, kutobaguliwa na haki ya kulindwa. Ndugu wananchi,